Haleluya, hapa niliandaa kiberiti sawa, niliandaa kiberiti niliandaa na chupa hii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, hii ni chupa empty. Sasa kama ningepata moto ambao ule mkubwa, ningewaonyesha kitu hapa, sawa. Lengo langu ni kufundisha kitu, sawa. Hii ni chupa ambayo ndani yake yeah, haina haina kitu au haina maji, sema haina maji hii yeah, yeah, so, yeah, ni chupa ndani yake yenye yeah. Sawa, naomba kachukweni makaratasi maana hapa nafundisha, nataka nifundishe kwa vitendo ili hutambue Roho Mtakatifu, cheza naye so, so tu zoa zoa, kijana wangu hata kama hayo huko hayo ya migomba amba, difu, ni migomba au malailoni, utambue ndani yake kwamba Roho Mtakatifu ni wa thamani kiwango gani juu yao, amen. Yeah, <laughs> watu wasiokuwa na Roho Mtakatifu utaona wanavyoanguka kwenye majaribu, wakipita kwenye majaribu. Sasa tuchali, hakuna Roho Mtakatifu ndani, unafikiria nini? mtu anakakamata <try> Mbona ibada vingine? Nataka uwake kabisa moto, nafundisha na kuonyesha mfano ili uelewe, ili uelewe na ujue kumtunza Roho Mtakatifu. E, safi sana, vizuri. Hili ni darasa, kwa hiyo lazima ni kuonyesha kwa vitendo, ili si usicheze na Roho Mtakatifu. Weka hapo hiyo, sawa. Haleluya. Huu moto. Moto ni yes. Mfano, lengo utambue uthamani wa Roho ndivu ndani yako, maana usisahau kuiti, sawa. Utambue uthamani wa Roho Mtakatifu ndani ya na unapopita kwenye majaribu bila Roho Mtakatifu, uone jinsi unavyoyeyuka, lakini ukiwa na Roho Mtakatifu unaistahimili si ndio hivyo? Haleluya. Eh? Eh? Sasa wewe utaichoma hii chupa hapa na mimi naichoma hii hapa. Sawa, eh, sawa, eh? Yo eh hapa. Eh, sawa. Heka hii eh. Sawa. Eh. Nah. eh. Eh. Haya. Chochea kujuu. Haya. Eh. Faida ya kuwa na Roho Mtakatifu hiyo. Faida ya kuwa na Roho. Hili ni jaribu hili. Hili ni jaribu. Hili ni. Hili ni Hili ni hili ni tuone tuone tuone tuone mpaka jaribu. Ah, moto umezidi jaribu limekuwa kubwa, moto umezidi, lakini bado tutaona. Hata kama moto umezidi jaribu limekuwa kubwa, lakini tutaona tutaona, bado ya nini, kama haji ya kujeruhiwa tu hajeruliwa kwa sababu kwenye mapigano jamani, ya yaman jaribu si limepita, si jaribu ya lime haya, nataka tuone mwenye roho Mtakatifu ah. Unaelewa eh? Eh bwana, chupa yako

Kidogo, jeraha kidogo, jeraha kapata kidogo yeah, yeah, yeah, kido, hayuko sawasawa kabisa kama vilevile jinsi alivyokuwa, kwa sababu hata Yusufu kitendo cha kufungwa mijeredi alipigwa, alitandikwa. Hallelujah. Unaelewa, unaelewa, umeuelewa huo mfano? Asante sana. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Watu wasiokuwa na Roho Mtakatifu wakipitishwa kwenye majaribu kama haya, wanateketea. Haleluya! Kwa sababu ndani yao hakuna nguvu. Unaelewa? Amen. Amen. Wanateketea mtafuja baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Wanateketea, wanateketea wasiokuwa na Yesu.

Haleluya. Ko ushangae, Mungu anizani unaelewa? Kapitishwa kwenye jaribu la moto, kateketea. Haleluya. Hakuweza kuisamele, lakini tumeona hapa chupa ambayo ndani yake ina maji mfano wa imeweza imeweka. Moto likuwa kwa juu, moto likuwa kwa juu, moto likuwa kwa juu. Ikavumilia, ikavumilia, ikavumilia Roho Mtakatifu Anavumilia, akakijaribiwa anavumilia, akazitamaa, anasema Yesu yuko pamoja nami. Ichupa iliendelea kuwa salama, iliamini mimi chupa nimembeba Roho Mtakatifu, siwezi kuteketea, siwezi kumalizika, siwezi kumalizika, nimembeba Roho Mtakatifu. Na ndivyo ilivyokuwa mpaka jaribu lilivyopita. Mnaelewa? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya, bwana sifiwe sana. Wakorinto wa kwanza kumi kumi na tatu hakunaga jaribu linaoendelea kukaa kwa muda mrefu kwa mtu. Haleluya, na hapa tumiona mfano wa hii chupa yenye maji, iliendelea kustahimili kwa sababu, kwa muda mfupi sawa, lile jaribu lilikuwa linapita wapi, juu likaendelea kustahimili. Jibu linapatikana Wakorinto, yasoma hapo Wakorintho wa kwanza kumi kumi na tatu. So inasemaje? Hakuna jaribu lililo kubwa lenye kumzidi uwezo wa mtu. Bado hawajafika, yaani kuna Biblia afu kuifungua kwenye shida, eh Bado Minata, jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wana, ya eh wana, wanadamu. Ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, haleluya. Lakini ila, eh, lakini pamoja na lile jaribu atafanya mlango wa kutokea. Bwana Yesu asifiwe lakini pamoja na lile jaribu, hakuna jaribu litakaloweza kutupata lililo nje ya uwezo wetu, haleluya. Na ndio maana hii chupa yenye maji ndani yake ikaendelea kustahimili, kwa sababu lile jaribu lilikuwa na la muda tu, haleluya. Na ndivyo tunavyopitia sisi. Ukifeli unafeli mwenyewe tu, kumkosa Roho Mtakatifu, kumkosa Roho Mtakatifu, jaribu limeanza tu kwa sababu ndani yake ndio watu wasiokuwa na Roho Takatifu hawezi kuithamini. Jaribu akalibeba hivi na kusema no, sikisiki kidogo tu, kapeperuka kakata mguu badala, kakata mguu kaza, kakata mguu kule, kakata mguu kimu, kaisha katekete. Mwenye Roho Mtakatifu atafanya hivi? Haiwezekani! Haleluya! Amen! Haleluya! Tamani kuwa na Roho Mtakatifu mtu wa Mungu. Tamani kuwa na Roho Mtakatifu mtu wa Mungu. Tamani kuwa na Roho Mtakatifu mtu wa Mungu. tamani yeah. Akushindie kwenye mapito yako utafuta vaibu vizuri Utashinda Utashinda utawashinda maadui zako utawashinda watesi wako Bwana atakuweka juu hutakuwa chini kwa jina la Yesu. yeah. Roho Mtakatifu ni azina Amen? ni nini ni? yeah. azina Roho Mtakatifu Unaelewa? Kitu kingine. Chupa. Chupa uthamani wake ni kwa sababu ya nini? Uthamani wa chupa ni kwa sababu ya maji. Uthamani wa chupa ni kwa sababu ya maji. Uthamani wako uliokoka ni kwa sababu ya nani? Roho Mtakatifu. Kama Roho Mtakatifu hawao sio, kama Roho Mtakatifu huna wao sio ni thamani. Sio ni wa thamani, sio wa thamani. Sasa chupa itaingia maeneo tofauti tofauti ya heshima. Haleluya! Kuna maisha mengine, kuna ni wakati mwingine, kuna nafasi zingine hukustahili hata kuzipata, lakini kwa sababu ya ndani yako kuna Roho Mtakatifu utafika kwenye nafasi ile. Haleluya. Kuna watu wengine ukustahili hata kukaa nao meza moja, lakini kwa sababu Roho Mtakatifu utakaa nao meza moja. Haleluya. Kuna wengine ni wakubwa, hukustahili hata kusalimiana nao na kuongea nao, kwa sababu Roho Mtakatifu utashiana nao mawazo Unaelewa wewe? Maji chupa hii inaingia ikulu kiasi kwamba isingekuwa na maji ingesisikia. Sawa? Chupa hii inaingia kwenye mahoteli tofauti tofauti, inaingia kwenye majengo ya kifahari, inaingia kwenye ndege haleluya, inaingia kwenye meli, kwenye matreni haleluya, ila tu ikiwa na ikiwa na ikiwa na, si unataka ufike maeneo mbalimbali, si unatamani uwe kama chupa ufike maeneo mbalimbali, ufike maeneo mbalimbali. Tamani kuwa kama chupa, hifadhi maji ndani yako, hifadhi Roho Mtakatifu, maji yaliyo hai, ndiyo Mungu. Sema amina, utafika maeneo tofauti tofauti, kwa vile ndani yako kiko kitu cha thamani. Bwana Yesu asifiwe! Usikate tamaa, amini tu, maji yapo ndani yako. Haleluya. Hallelujah! Hata ukikaa kwa miaka mingapi hajaja mtu kukuchukua, hata ukikaa kwa miezi mingapi hajaja mtu kukuchukua. Wewe endelea kumhifadhi maji, siku moja atakuja mtu akasema, namhitaji huyu, niondoke naye. Haleluya, haleluya, utaondoka naye. Bwana asifiwe. Sasa chupa maisha ya kumkosa Roho Mtakatifu ni shida sana. Maisha ya kumkosa Mungu ni shida. Bwana zidi.